Mwenyekiti, mtumishi! Halo mtumishi, tumsifu Yesu Kristo. Milele ya amina. Za kwako, naendeleaje? Salama mwenyekiti, za huko? Ama kwema huko, mtumishi, sijaiona bahasha yako ya Radio Maria. Mungu mwenyekiti, unasema sio zile bahasha za Radio Maria? Kwa kweli uliwasilisha, maana mikononi mwangu sikuiona. Mwenyekiti, kwa kweli naomba unisamehe, sijarudisha na sasa ndo nakumbuka, sijui hata nimeiweka wapi, yaani sina kumbukumbu nimeweka wapi hiyo bahasha. Hebu naomba nipe muda kidogo, niende nikaiangalie kwanza ndani, pekua pekua, maana huu utume huu yeah, unatuhitaji na ongereni kwa yote mwenyekiti, ongereni kwa yote. Basi ngoje nikaiangalie ndani, afu nakurudia. Asante mwenyekiti. Yeah, yeah. Asante mwenyekiti. Hmm. Mwenyekiti, utumishi yaani huwezi amini, ndugu yangu, nimeangalia kote, sijaiona bahasha ya Radio Maria. Sasa mwenyekiti, si nafanya, yaani nimeangalia kote, nimepekua kote, yaani sijaiona, sijaiona. Lakini utume wa mama hauwezi kusimama kisa bahasha yako hujaiona, unajua ndio. Ah, hmm. hauwezi kupata kibasha kidogo kile

Ay, bahasha yoyote ya kawaida, hata kama si ya Radio Maria. Nimepekua kote, yaani kote ndani ndani nishangalia bahasha ya Radio Maria, hata sioni. Atafuta tu yoyote ile, kosa msingi. Mwenyekiti mwenyekiti, tumeona bahasha ni za kazi zile ndogo za kawaida, muhimu hapa sasa, ndio kwenye hiyo bahasha, ku kwanza andika mia zau mia zangu umumu kwenye bahasha nazenyezoko umo ndani ya bahasha, sindikiza na chochote ambacho umejaliwa. Unaweza ukaweka pia kwenye benki. Basi hapa mm, nakumbuka na kipeperushi chao ambacho kina namba za benki, ndio unaweza pia hapo huko moja kwa moja hapo ukaweka risiti kwenye nanilii kwenye hiyo bahasha hapo juu andika zako, andika jina lako, andika namba yako uh, uh -huh. ya simu sawa, mwenyekiti. Nashukuru sawa, mwenyekiti. Kwa hiyo baada ya hapo naipeleka wapi sasa? Unaweza ukanipatia Jumapili nionayo kanisani. mm. Aya, asante mwenyekiti, nakushukuru. Basi ngoja nishughulikie, jina langu umeniambia, namba yangu ya simu, parokia yangu jimbo langu pamoja na kiasi, na nifanye nia zangu niweke humu ndani, mama? Kama tazama, tazama mwana. Kwa hiyo kama nikiweka benki na slip yangu naweka humu humu kwenye bahasha, kama ni keshi ndo naweka humu kwenye bahasha pia. Sasa hapa utajuaje kama imetoka radio Maria? Sasa juu iandike radio Maria. Oh. Kapuara, Haya, mwenyekiti, nashukuru sana, maana kila siku nasikia matangazo yenu, usikose baraka za Mama Maria na mimi nishachanganyikiwa kuzikosa baraka za Mama Maria na kushukuru sana mwenyekiti, nitafanya hivyo. Amina mwenyekiti, nashukuru. Haya, asante mwenyekiti.